Imeona jana ka, ka, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bwana mm. Heche kwa, mm. kwa lugha ya farahani wavuni, e, jana mm. wavuni, na kwa mujibu wa taarifa tuliopata kutoka kwa mawakili wake ni kwamba kapelekwa Tarime mm. e, Sam, itakuwa ni ile inshu ya sirali ya mpakani ile, wamemrudisha Tarime, lakini pia Nimeona jana amekamatwa very smooth yani. Ah, yeah, mheshimiwa. Na ametoa ushirikiano wa hali ya juu sana. Sam, kuna ile ging, ging, ging, ging. Ja, jana akwa heshima naye akaondokana kwa heshima. Heshima, kwa heshima mm. arlompakia mm. ilikuwa ni ya um... <laughs> kusema afu unakwepa una unahoja una gani, hebu iweke wazi, ili sisi ndugu zako tuone tuna, tuna idada vua vipi. Ehe, wewe una unahoja gani kwenye kwenye jana eh kwenye, kumbe inasema inawezekana kukamatana kiustaarabu, ni sitaweza na na taito yako inatakiwa taito, wewe ugonyenye wewe, tukijana na gari kali, kwa sababu inawezekana, lakini sisi akili zetu wala lazima kidogo upate mshike mshike. Amekaa mbele kwenye siti za nani, yani sio kwenye ile bodi ile nyuma kule, eh, alikaa ndani ndani, amekaa ndani yeah. Nimekwambia hata gari lilofata mm. Ina hadhi nzuri na hakukuwa na purukushani kwenye kumkamata yeye mm. Walizungumza naye bwana, mheshimiwa tunakuhitaji mm. Na yeye akatoa ushirikiano na ndo ndo ki utaratibu ina, ndo inapaswa e, kwa pia. Yani utaratibu yani, sio kwa soko mwishimio. Pale pia ni msifie na Heche, na ikatumia ustaarabu pia eh, maana Heche angevunja ustaarabu na wale pia angevunja ustaarabu eh, na ndo kiutaratibu, utaratibu ndo vile inavyopaswa kuwa, kwamba hata tukija kwako Sam, tunatoa vitambulisho kwa maana e. e. sisi ni jeshi la askari, jeshi la polisi ama upelelezi ama ni nani, kwa basi tutakuja kuchukua jana jana hata Lemas alisema nataka aende ndani. Eh, eh. Yeah. Wamwambie njoo ripoti. Wao anaanza kaenda Kistaarabu na. Eh, yeah, mheshimiwa wale. Lema. Uh. Eh, sema mbiwa njoo ripoti, yani njoo usiondoe malalamiko, mm, njoo kituo cha polisi tuchukue mm, maelezo kama mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe ameomba akae ndani mm, mpaka jambo litakavona nini kwa ndani ni oh, salama sana kuliko nje, of course, yeye sasa, kwa yeye mheshimiwa Lema mm, anaamini akiwa mm, kwa polisi, kwayo, mm, polisi ni salama. Kwa hiyo kiutaratibu sio kwamba polisi wakamkamata kam, ah mm. uh-huh ndo maana amwambia bidi ende kituo kituo, mm -hmm, chochote kilichopo karibu yake. Anasema ya, ali, alienda Arusha, eh, wamechukua wame, maelezo maelezo, ila wamekataa kumweka ndani, naye alitaka kuwekwa ndani. Sasa labda nahisi kuna utaratibu Malaki, kama, eh, malaki wezi kumweka mtu ndani kumpa ulinzi, labda inabidi ukae ndani mm, mahabusu labda wana opshen ya kumpa ulinzi. Sasa sikiza, wewe nenda, sisi tutakupa ulinzi tutakulinda vizuri kabisa mm. nyumbani kwako pale, tutakuja tutakupa ulinzi kuhakikisha kila kitu.